Alivyoambia katika Kidani ya awamu hii ya pili, tutakuwa na mambo mazuri sana. Nadhani umeanza kujionea wewe mwenyewe leo. Uh, Sauda nimekaa kwenye ndege hapa, hata sijui ni aina gani, lakini tutakuja kukutana na mtaalamu ambaye atatuelezea ni aina gani ya ndege na kwa nini Kidani basi leo kimekuja hapa. Endelea kubaki nami hapo mwanzo mpaka mwisho. Jina langu ni Sauda Hussein, tunaangalia kidani kilitembelea wanawake wanaofanya kazi katika kikosi cha polisi cha anga. Kabla hatujaanza mahojiano na wanawake wanaoendesha ndege, tulitamani kwanza kuziona ndege hizo na kujua mambo muhimu ya kuzingatia kabla ndege haijaruka. Hapa tunakuja kuangalia brek zetu. Hapo mlango wetu inabidi kufunga kama hatuna abiria au tunae. Tumerudi kwenye pointi yetu wa kwanza. Ukaguzi wetu wa nje umemalizika. Kazi ya kukagua ndege si rahisi na si ya haraka kama ambavyo wanaweza kukagua gari ama pikipiki, yahitaji umakini na kujiridhisha. Upatikanaji wa marubani mahiri hufanyika kwa kuzingatia utaratibu maalum, ambapo wanafunzi kupitia katika mchakato ili kupata rubani mahiri. Tukishamaliza kuwachuja kule chuoni, tunawaleta hapa, wanaweza wakaja hata kama wako kumi hivi, wanaruka. Ni ile air test ndio nilikuwa nakuambia wakichachewa basi, tukishana kwamba huyu mambo ya ngani anaweza yakayamudu, wanaanza mafunzo sasa. At least akiruka masaa kumi, yule instructor mwalimu anafurisha anajua kwamba huyu ameshafikia kiwango ambacho cha kuweza kuendelea na masomo, especially tunataka awe mzuri katika somo la Kiingereza na hisabati walao. Bila upendeleo maalum wala kujali jinsia, wafanyakazi hupangiwa kazi kulingana na uthubutu na umahiri wao. Tunachoangalia sisi ni competence. Kwa sababu kama unavyofahamu rubani, kazi ya urubani sio nyepesi. Mtu anaweza aka mzuri sana darasani, lakini ukimpeleka kule angani anashindwa kufanya kitu kwa, katika kuwafanyia interview kuna kitu kinaitwa kuwajaribu angani huku experience wanaiwezaje. Kwa hiyo mpaka kufikia ngazi ya kuwa rubani ni mtu ambaye ameprove kuwa competent. Kwa hiyo kishapata ile leseni, simtofautishina wa kiume, najua competence ni ileile na katika utendaji wao wameprove kuwa kwamba wamefanikiwa ya amna amna kusema kwamba labda kwasani mwanamke performance yake iko chini. Hapa zile sifa za urubani ni standard e, katika marubani tulionao wawili ni wanawake. Kuna mmoja hapa ni Kapteni Flora, ana cheo cha mrakibu msaidizi wa polisi au ni ASP, na ni urubani ambaye ana leseni ya helikopta na ya mabao na hizi leseni za ndege zina ngazi tofauti, yamefanikiwa kwamba na commercial pilot license ambayo kwa kifupi inaitwa ni CPL. Alafu tuna mwingine anaitwa Modesta, naye ni wa kike, yana leseni ya PPL. PPL ni private pilot license. Tutaendelea kumsomesha naye atafikia ngazi ya CPL. Flora naye ya amejitahidi, ameshafupata na instructor rating kwenye ndege ya mabawa E206, na bado tuna mwingine anaitwa ambaye ni technician yupo naye, tunaamini kwamba kuna siku atakuwa mhandisi na ye anaitwa Priscilla. Priscilla Kidani kilishuhudia wanawake marubani na mafundi wa ndege ambao walifanikiwa kupitia katika mchakato, kitu ambacho ni faraja zaidi kuona namna ambavyo wanaaminiwa katika kufanya kazi hiyo. Kwa sisi tunachokiangalia kwamba tumebeba mzigo kiasi gani. Flora aliyetokea kwenye familia ya kawaida kabisa, alitamani kuwa rubani katika maisha yake. Licha ya kujua gharama ni kubwa na familia haitaweza kumudu, alitumia njia nyingine kufikia malengo yake. Nilijaribu kuwa nachunguza kwamba kama familia yangu mimi haitaweza, je, ninaweza kupata wapi mfadhili? Naweza nikapata wapi pesa ikanipelekea mimi kufanya kutimiza ndoto zangu. Nikagundua kwamba kwenye majeshi wanasomesha. Kwa hiyo lazima niwe mwanajeshi au polisi vyovyote, lakini niingie humo, lakini ni ili nisomeshwe. Na ili usomeshwe ni lazima uwe na kigezo fulani. Nikajaribu kuvichunguza, kila siku unajaribu kuwauliza, ukikutana na ukiona ndege tu unaenda kuuliza, kwani yaani hauchoki mnataka nini wewe unaenda kufanyia kazi vile vitu? Kwa hiyo wakati mimi nasoma Old Moshi sekondari iko opositi na na CCP. Kwa hiyo pale nilikuwa najaribu kuuliza, nikiona helikopta inakuja pale najaribu kuuliza. Siwakumbuki majina kwa sababu unakuwa mtoto ule, unauliza lakini humuulizi jina, unamuuliza tu kwani wanafanya gaje, wanasomaje? Nikaambiwa wanafanya PGM wanasoma PGM Kwa hiyo nikaweka malengo kwamba lazima nisome PGM naelewa. Kwa hiyo nilivyofaulu form 4 kwenda form 5 na 6, nikapangwa PGM kama ambavyo nilikuwa nime aim. Umeona, baada ya kumaliza form 6 lazima niingie polisi ili niwe rubani wa polisi kwao. Niliomba kazi ya polisi kama kazi ya polisi walitaka no, kuwa rubani wa polisi ama rubani kama rubani Niza Ni, kuambia kitu nilikuwa ninapenda helikopta, yaani ninapenda helikopta nikiziona inapokuja CCP pale, au yaani nikiona helikopta popote, mimi nafsi yangu inakuwa kama naitaka nijue hasa ikisimama, yaani ile inapokuwa juu alafu imenata ime vile, mm. yaani inakuwa kama vile kwa nini wanafanyaje? Nataka nifanye na mimi vile siku moja mona. Kwa hiyo ili uende kwenye helikopta ni wapi pana helikopta Tanzania hii utakuta ni jeshini na polisi, wengine hawana. Sasa hivi ndo unaona makampuni binafsi nao wanaanza kuwa nazo. Kwa hiyo nilivyo malengo yangu alivyotimia, kwenda kumaliza PG, PGM fom 6, nikaomba polisi nikapata nikaenda CCP. Nikiwa CCP kila nikiulizwa nataka kuwa nani, nataka kuwa rubani kila mtu anaambia, impossible. <laughs> <Haiwezekani. laughs> Ah, walimu wa CCP wanakuambia haiwezekani, yaani wewe uwe rubani inawezekana wapi, lakini ukimtegemea Mungu Sauda nakuhakikishia. Kila siku amna siku nilikuwa niki yaani, ninalala naimaliza siku yangu bila ya kumkumbusha Mungu kwamba nimepita huku nikiamini kwamba ni njia salama na njia sahihi ya mimi kufikia urubani. Na miezi miwili kabla ya kumaliza CCP nikasikia kwamba kuna interview wanataka marubani. Nikaomba nikafanya interview zao nikapata nika, baadae nikamaliza mafunzo nikaletwa hapa kikosini. Nako nikakutana na changamoto, hawana rubani wa kike. Yaani mimi ndo nafika ndo wananishangaa. Walikuja wengine wakaondoka, wananiambia wewe wa utaondoka, ngasema hapana, lazima niwe rubani.